Tibwa hasa sasa unaangalia, unaangalia kapo lucha ya ngamisa. na kuitekeleza. Hey, ile story ndio yenye ulikuwa unaniambia ati kwani huyu mama kumaliza akapata nini? Sasa wanataka kumfanyia nini? Upasuaji na shaina mlipia elfu sita ai, bwana ati alienda kwa nini kwa nini wa wapi? Si ulikuwa umeniambia atalienda sijui kwa nini wa wapi huko, wakamfukuza kwa ofisi. Ile story ndio hii fori, waliandika bwana. Na ule jama mwenye alivunjika macho walimfanya aje? Mambo ya siasa mimi zipatilienga hata, mambo ya siasa zipatiliangi hata, eh, mambo ya siasa ni ngumu bwana. Leo wamekosana, kesho sijui wanafanyia pamoja. Sasa mimi mambo ya siasa. Inanishida hata kutofautisha.